Kijiji kimoja kinaoitwa Jobo hapa Afrika, tunakuja kumpata kijana mmoja kwa jina la Mark. Mark alijulikana kijana mcha Mungu, alipenda kumwomba Mungu asubuhi na mapema chini ya mti mmoja, ambao alijulikana sana ni maarufu kumwomba Mungu kwenye mti. alipongezwa na watu sana Utotoni mwake alimpenda Mungu hadi ukubwa wake, alijulikana ni mtu wa kusoma maandiko kila wakati. Wanakijiji walimpongeza kwa sifa zake nzuri, vijana kwa wazee. Siku moja, kama desturi yake, kaenda kanisani, wala hakuwa na wasiwasi, ila kuna vijana walionekana nyuma yake wakimfuata, na walikuwa vijana wanne. Alipotoka kanisani, bado aliwaona. ala wale vijana walimfuata bado, walimshika wakampiga, wakamuumiza vibaya, na mwisho wake wakamuua na akafariki. Wakamtupa chini ya mti wanakijiji wakalifahamu. Wanakijiji walishikwa na machungu sana na kuhuzunika, tuliza ni mnani aliyefanya kitendo. Mamake mzazi ndiye aliyehuzunika sana na kupata maumivu makali ila wanakijiji walichimba kaburi, ila walisema hawezi wakamzika. Je, unajua mbona wanakijiji walisema hawezi wakazika mwili wake? Okay, ili kuendelea